Na yako ni vijana wa skauti kata ya Itwangi, tunakuvisha skafu hii kama ishara ya amani na upendo katika kata ya Itwangi. Nisikie amani, kwa sababu upo ndani ya utawala wako. Karibu, karibu, karibu sana Hebu hey, okay. Huh, tushangilie sasa kwa makofi na vigelegele, lakini pia yupo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Shinyanga vijijini, Nzuki Nzuki, anaitwa Edward Herege Ngelela maarufu Zuki, wako hapo wanasalimiana sasa wanawapungia wananchi, tuwashangilie kwa makofi na vigeregere. Wanaenda kuketi sasa meza kuu. Niwaambie kitu nadhani hata mama mwenzenu alisimama hapa. Tunayo bahati moja kumpata diwani mama. Mama wana huruma lakini sio huruma tu, mama pia ni jembe, kwa sababu hii hatua tu hii ya kupewa kitu akakumbuka kwamba nikalipe fadhila kwa wananchi wangu kwa kusema asante, dunia hii huwa wako wachache sana. Kwa hiyo dada yetu hi, naye ni mtu katika watu. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja tu, kwa sababu dada yangu ni jirani yangu hapa. Napenda kuahidi kama alivyosema mheshimiwa mwenzangu kule, tukikutana kwenye halmashauri zetu kule, nadhani nguvu itakuwa imeunganika, badala ya nguvu moja zitakwenda kuwa nguvu moja, mbili, tatu, tano mpaka thelathini, kwa sababu tutakuwa kitu kimoja. Kwa maana hiyo tutarajie ujirani mwema na ujirani wenye nguvu, tutakwenda kupigana kupata maendeleo na mimi naamini, kama Itwangi haitapata maendeleo, maana yake na Ilola haitapata maendeleo shimbaagengerekiya maendeleo na gize nisekaseslimeteshnawanawamaayo tuliowachagua hawa sio tu kutuangalia. Kuna mambo ambayo tuliahidi kwamba tutayaleta na tayari wameshaanza utekelezaji, kwa sababu wameshaapishwa. Kwa hiyo mimi kidogo tu ambacho naomba ni kidogo lakini kikubwa Tutoeni ushirikiano kwa mheshimiwa diwani, kwa mheshimiwa mbunge, pamoja kwa mheshimiwa rais. Miradi ambayo wataenda kuisimamia sio ya kwao, ni miradi ambayo ambayo itakuja kwenu. Kwa hiyo yote ambayo wataenda kuwawakilisha ni ya kwenu, na leo yuko hapa Paasha anazungumza na yeye alithubutu, ni kwamba nikatumike kwa ni, ni Wanaitwangi. Ndani ya siku zake mia moja tu za kwanza alizosema mheshimiwa rais wetu, ajira kuhakikisha Walimu tunawapata elfu tano nchi nzima. Tayari michakato ya ajira imekwisha kuanza. Ndani ya siku mia ngapi? Mia moja. Ndani ya siku zake mia moja alisema ajira kwa watumishi dala ya afya elfu saba. Tayari watu wameshaanza kufanywa interview kuhakikisha tunapata ajira hizo. Amesema habari ya umeme ni kama nilivyoambia umeme walea tayari vitongoji vya kutosha. Kashaanza kupambana. Mabarabara sasa hivi ukipita huko yameanza kuchongwa. Reli ya mwendo kasi ukiangalia kama isijiala mambo yanakwenda vizuri. Kila idara mama anamwaga fedha na maendeleo yanakuja. Ni nani kama mama? Kuna. Na mara nyingi tumekuwa tukipata maradhi, unakimbilia kuuza mbuzi, kuuza kuku, kuuza ng'ombe, kulingana na tatizo la ugonjwa. Lakini kwa bima hii ya afya ukishaipata, hamna tena haja ya kuuza kuku wala ng'ombe wala mbuzi. Ukiwa na bima huyo, ni matibabu ya hospitali yoyote na dawa aina yoyote utakwenda kuipata. Kwa hiyo mama Samia amehitaji kila mwananchi apate bima ya afya ili aweze kupata matibabu kama nilivyosema awali. Ambao hawatakuwa na uwezo kabisa, hela hazimo mfukoni, watu ambao wako kwenye tasafu na wengine ambao wako kusajiliwa kwenye tasafu, lakini hali zao za chini, wako watu watapita kwa baini, wakishabainiwa, watapata bima ya afya bure, ambayo italipiwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi kwa mama. Basi jamani, niweze kuwashukuru wakati ninaomba nafasi hii, wengi mlinibatiza mkanipatia jina la Kanike, mnalikumbuka Kanike? Leo nimesimama hapa mbele yenu kuwashukuru, lakini kupitia hilo jina mlionipatia, nitaeleza baadaye, lakini tayari nimeanza kulitumikia jina la Kanike. Niliwaambia mnitume, nami nitatumika. Tayari nimekwisha anza kutumika. Niende moja kwa moja kwenye mipango mikakati ndani ya kata yetu. Mikakati hii imetokana na yale ambayo tulikuwa tunazungumza na ninyi wananchi, kwa ajili ya kutatua kero, kwa ajili ya kuleta maendeleo kwenye kata yetu. Nitaanza na jambo la upatikanaji wa maji safi na salama katika kata yetu, na changamoto hii nimeichukulia kwa ukubwa sana, na tayari nimeshaanza kufanya mambo kwa ajili ya kata yetu cha kwanza, swala hili nilifikisha kwa mheshimiwa na dada yetu Aza Hilal ambaye ndiye mbunge wetu wa jimbo letu la Itwangi na yeye aliliwasilisha moja kwa moja, tena liliwasilisha mbele ya Rais Samia tukiwa kwenye mkutano Shinyanga, na alikuwepo bahati nzuri, alikuwepo waziri wa maji Jumaa Aweso, akatuahidi kwamba Itwangi tutapata maji ya ziwa Victoria kutoka kwenye Package ya Tinde, wanaita Tinde package, lakini katika kukaa niliendelea kuona kwamba shida ya maji inazidi kuwa kubwa. Tunajua hapo nyuma tumeteseka sana, wakina mama wanajua, hata wakina baba walikuwa natusindikiza kuchota maji. Shida ya maji ilikuwa ni kubwa sana, lakini baada ya mvua kunyesha, vile visima tulivyokuwa tukivitumia kuchota maji sasa hivi vimegeuka kuwa mabwawa mabwawa hayo, ng'ombe na mifugo mingine ndio wanayokunywa, lakini maji hayo hayo ndiyo sisi tunatumia kwa matumizi mbalimbali mbali ikiwemo kunywa. Sisi kama kata ya Itwangi, huduma ya maji safi na salama kwa muda uliopita na hata sasa tunapohitaji maji safi na salama inatubidi tuende kununua kwenye kata ya Didia. Nikaamua sasa niandike barua, ndugu zangu, kuielekeza idara ya maji, mamlaka ya maji safi na salama Shuasa kwa ajili ya kuomba angalau, wakati tunasubiri yale maji ya ziwa Victoria tinde package, basi watufikirie kwa jicho la tatu kama Wanaitwangi. Tunatambua kata yetu ni kubwa nikawa nimeomba visima, angalau tuchimbiwe visima virefu kwa ajili ya kutatua kero ya maji mpaka pale tutakapopata maji kutoka Ziwa Victoria. Barua hii niliandika na, na nikaiwasilisha mamlaka ya maji safi, wakaniambia wataifanyia kazi, lakini baada ya majadiliano marefu, niwape moyo tu ndugu zangu wanaitwangi kwamba mpaka jana mamlaka ilituma injinia kwa ajili ya kupina, kupima maeneo yale ambayo angalau yapo karibu na Didia. Kama mamlaka itaweza baada ya kufanya vikao vyake na kufanya maamuzi, angalau iweze kutusogezea maji, yavuke ya kutoka Didia yaingie Itwangi. Nimefanikisha kufanya ziara yangu kwenye idara ya afya na idara ya elimu na mambo niliyogundua katika idara ya elimu tuna changamoto sana ya maji, hasa hasa kwenye vyoo. Watoto wetu huko mashuleni, mazingira ya vyoo sio mazuri. Ndugu wananchi, tunatambua kwa umeme umeshafika kwenye vijiji vyote vya kata ya Itwangi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa hatua hiyo, lakini pamoja na pongezi hizo Ninatambua kwamba tunavyo vitongoji kadhaa ambavyo havijapata kabisa umeme. Katika vitongoji vyetu vinane, vitano tayari vimo kwenye mpango ambao unaanza mapema wiki ya kwanza mwezi wa pili. Labda nivisome vijiji hivyo vitakavyoanziwa. Kuna kitongoji cha Isanja kiko Itwangi. Lakini kuna Mwankumbo iko Zobogo kuna Miu iko Butini. Bomani iko Butini, lakini na Kidanda iko Kidanda. Pia niwatie moyo ndugu zangu, binafsi mimi nimesimama hapa nikiwa na furaha sana. Unajua, unapopeleka maombi sehemu na majibu ya kaja, inakutia moyo hata kufanya kazi, si ndio? mimi binafsi hii imenitia moyo, na kupitia hili siku ya leo kwangu mimi limekuwa ni surprise sana kwa sababu nilipeleka barua nikaeleza matatizo yetu, lakini sikujua majibu yataanza kuja lini. Bahati nzuri kwenye kusanyiko hili tumeanza kupata majibu. Vile vitongoji ambavyo sijavitaja hapa, moto wangu juhudi zangu ni zile zile. Mimi nitaendelea kushirikiana na mbunge wetu kwa nafasi yake, lakini pia kwa nafasi yangu, tutapambana vimaliziwe hivi vitongoji vilivyobaki. Ndugu wananchi ninatambua kwamba tuna changamoto ya barabara, na miongoni mwa barabara hizo zipo zinazohitaji makaravati, zipo zinazohitaji madaraja na maeneo hayo iko Mwakasomwe, Mwakakongoro, Butini na Mwankumbo. Mimi pamoja na mheshimiwa mbunge tayari tulisha tulishaanza kazi. Tulianza na barabara ya kutoka Butini kwenda Nsalala. Tunajua barabara hiyo ni changamoto sana na imekuwa kikwazo kikubwa kwa wananchi wa huko. Lakini kwa wakulima wanashindwa kusafirisha mazao yao kuyatoa mashambani. Tulianza na hiyo barabara. Tukaleta watu kutoka Tarura wakapima. Majibu waliotupatia ni kwamba makaravati kwa sababu haya yote tunayafanya kwa maombi ya dharura. Makaravati yalipatikana, lakini changamoto ikawa pale kwenye ule mto Manonga makaravati ambayo tulikuwa tumeyapigia hesabu hayakutosha pale. Kwa hiyo ilibidi zoezi hilo lisubiri mpaka bajeti ya mwaka wa fedha inayoanza mwezi wa saba ili pale kwenye ule mto lijengwe daraja, na Tarura tayari wamekwisha tuambia kwamba wameshaiweka pia kwenye bajeti, lakini nafasi yangu pia mimi kwenda kupambana kwenye baraza la madiwani kwa ajili ya kuipigania hiyo barabara iweze kukamilika, tujengiwe madaraja na hatimaye kusiwepo na usumbufu.